Heshima ni utu wa ndani wa mwanadamu, jinsi ambavyo kila mtu anatamani atritiwe. Wahenga wanasema ukipewa kazi ya kuosha maiti, ujue wewe ni zaidi ya ndugu. Ni kitu gani ambacho mwanadamu anakiogopa sana, anakihofia sana sana katika maisha? Swali zuri, kitu ambacho mwanadamu anakiogopa sana katika maisha <laughs> sijui ni ekeje, ila ni hivi vifuatavyo na ni vya muhimu. Mwanadamu anaogopa kuto kujua kwake Yaani mwanadamu kitu chochote ambacho hakijui, hapo unaweza kumnasa na kumwendesha vizuri. Na ndio maana hofu ya kila mwanadamu ipo kwenye kifo, kwa sababu ni swali ambalo halina jibu specific. Na hata mtu ambaye anakwambia mimi naamini hivi, ni kwa kuwa kaamini, kafundishwa, hajathibitisha kwa macho. Kwa hiyo kile kitu ambacho mwanadamu ana, ana, ana, ana hakijui, kile ambacho mwanadamu hakijui huwa anakiogopa sana, na pale ndo ambapo unaweza kumwendesha mwanadamu vyovyote unavyohitaji. Labda nikupe facts zifuatazo. Sisi tumezaliwa, tumekuja duniani. Hatujui tulikuwa wapi kabla tujazaliwa. Kwa mfano, mimi nimezaliwa 2000. Kwa hiyo unaponipa habari za miaka 1980, miaka 1970, sijui nchi ilichukua uhuru mwaka 1960. Hata unavyonihadithia kila nikijaribu kutunga, sipati uhalisia wenyewe kwamba kipi kilikueni. Zaidi ya wote utaishia kuimagine watu walikuwa kwenye black and white. Kuna zile picha za zamani za miaka 1800 1700, oga, ziko kwenye black and white, na ndio hivyo hivyo. Ukiona simulio habari za 1800, una imagine maisha yao alikuwa hivyo, una imagine kama hawakuwa na jua hivi, una imagine yani kama kama hawakuishi maisha mazuri, kwa kuwa hukuwepo, ujui. Na baada hapo kiuliza, utaenda wapi baada ya kufa? Unaanza kupewa habari za imani. Si kwamba ni mbaya, si kwamba mafundisho ya dini ni mabaya, hapana, bali ni kwamba si asilimia mia moja ya kusema ndiyo, kwa kuwa bado sisi hatujaona. Tuna uwezo wa kuhoji, tuna uwezo wa kusema hapana, mimi siamini hivyo. Kifo ni kama kamera iliyovunjwa kabisa. Yani kamera naifananisha na mwanadamu kwenye, kwenye, kwenye mada ya, ya kumbukumbu. Kamera ukiizima ni sawasawa na mwanadamu amelala, kamera ukiiwasha ni sawasawa na mwanadamu ameamka. Kwa mantikio kamera ikiwa imezimwa haiwezi kuendelea, yani haiwezi kurekodi ni kama mwanadamu akiwa amelala hawezi kuendelea na maisha, yuko usingizini. Lakini kamera ukiiwasha ina uwezo wa kuendelea na maisha, kurekodi. Pia ina uwezo kukumbuka vya nyuma. Mwanadamu pia akiamka ana uwezo kuendelea na maisha, anaweza kukumbuka pia ya nyuma. Sasa inakuja, yani hapa, kamera ukidondosha, yaani ukiiwasha hapa, unisikize kwa makini. Kamera ukiiwasha alafu ukaidondosha chini, isipovunjika itarekodi kule kudondoka kwake Yaani itaonyesha kabisa imewaka; ikadondoka chini itaonyesha kama kuna kagiza kamepiga kashoti kaka. Alafu itaishia hapo. Kwa hiyo, hapo imerekodi kule kuvunjika kwake kidogo. Lakini kamera ukiivunja kabisa, ukichukua kamera ukweka hapo ukachukua jiwe kubwa ukapiga. Je, yeah. Kamera inaweza kujirekodi kule kuvunjwa kwake kabisa? Yes, ikivunjwa kabisa, ikivunjwa kabisa, haiwezi kurekodi kule kuvunjwa kwake. Kipi kitakachotokea? Kamera zingine zinaweza kurekodi kamera ikiwa inavunjwa kabisa, lakini kamera inayovunjwa kabisa haiwezi kujirekodi wakati inavunjwa kabisa. Chukua hii mantiki, ipeleke kwenye kifo. Wanadamu tulio hai ni sawa na kamera ambazo zinatazama kamera iliyovunjwa kabisa. Tuna uwezo wa kuona kila kinachoendelea, amelala, haongei, anafanya hivi na hivi. Ni sawa na zile kamera ambazo zilikuwa zinairekodi ile kamera iliyovunjwa kabisa, imepasuka. Lakini hakuna mtu anapata video ya undani wa ile kamera ilovunjwa kabisa. Hakuna mtu anajua uhalisia wa yule marehemu pale panachoendelea, kile kinachoendelea. Kwa hiyo ndiyo maana hii mantiki imekuwa swali zito sana. Sasa mwanadamu, hapo unaweza kumpeleka unavyotaka. Unaweza kumwambia aliyekufa haisi chochote, kwa hiyo kisha kufa habari imeishia hapo, akaamini. Sio kosa, ah ah, ameamini hana kitu kingine. Mwingine unaweza kumwambia kwamba ukishakufa anatokea malaika anaweza kupa adhabu kama dini ya Kiislamu inavyoamini. Sio kosa, ni imani ya dini, naambia hivyo. Mwingine anaamini ukishakufa unazaliwa kwenye ulimwengu mwingine, maisha mengine yanaendelea. Sio kosa, ni hivyo nafahamu. Mwingine anaamini kufukia marehemu ni kama kuzika mbegu, ipo siku itaota kio, kila mtu anaamini. Sasa kwa vile hii ni kitu ambacho mwanadamu akijui, ndio hofu, uoga wa watu upo hapo, naamini mimi asilimia tisini na tisa, kama kila mwanadamu angekuwa ana uhakika kabisa wakinachotokea baada ya kifo ni either, makanisani na misikitini kusingekuwa na watu, ni either wanadamu ungekikimbilia sana kifo. Kwa sababu natetea hoja yangu, imagine, tunajua kumbe, bwana, ukifa kuna dunia nyingine inaendelea, wanadamu wengi wangepungua sana kwenye makanisa na misikiti, tunaona sasa hata nikifa naendelea na maisha mengine. Lakini pia hii hii inaleta maana kwamba kuna wanadamu wangejiua sana mtu kapata maisha magumu angejua nikimbia ulimwengu mwingine. Kwa, kwa vile hili swali halina jibu la asilimia mia moja la uthibitisho, kwa sababu hapa mimi naoji uthibitisho wa macho hivi. Kumbuka kamera iliyovunjwa kabisa, inahoji uthibitisho wenyewe kuvunjwa. Hatuoji uthibitisho wa kuaminiwa, wa kuaminika, wa kuambiwa na watu, kama vile dini. Hatuoji hivyo, si tunaoji uthibitisho. Kwa vile hili swali halina jibu kabisa, basi mwanadamu amekuwa mwoga na mwenye hofu kwenye hili swala, kwenye hili swala la uoga, unadhani maisha yenyewe tunayoyaishi sasa hivi tunaishi ni kama ndoto, tunaishi kwenye script iliyoandaliwa? Wanadamu wote tunaishi kwenye script moja iliyoandaliwa, na ndio maana una haki ya kuhoji kusema kwamba hatuishi duniani, hii sio dunia kwa sababu zifuatazo. Maswali mengi ambayo tupo nayo hayana majibu ya uthibitisho wa macho. Hii ni moja . Maswali mengi tuliyonayo tukipeleka kwenye dini tunaambiwa usiulize, ni kufuru. Hiyo ni mbili. Maswali mengi tuliyonayo tukikaa wenyewe, hata baada ya kupewa majibu baadhi ya dini, ukikaa mwenyewe ukawaza, unaona mm. Mbona mimi ni shahidi lakini si shahidi wa maisha yangu? Kwa hiyo vitu vimechanganywa, ni script ambayo wajanja walioiwahi dunia waliamua kupanga script kivyo kwa manufaa yao afu wakaiacha. Imagine unazaliwa pap, kutoka mwezi wa kwanza au kutoka siku ya kwanza mpaka miaka miwili, automatically huwezi kukumbuka chochote. Nielewe vizuri, huwezi kukumbuka chochote, lakini ulikuwa unaishi, ulikuwa unalia, ulikuwa unacheka, ulikuwa unajisaidia, ulikuwa unarusha mikono, ulikuwa unarusha miguu, ulikuwa una unatemamate. Je, ni nani alikuwa anakufanyia haya? Ukumbuki. Unafika miaka miwili pale kuingia mitatu ndio unaanza kupata kumbukumbu moja mbili tatu. Wazazi wanakugonga ubatizo. Wazazi wanakugonga madrasa. Nielewe vizuri, sisemi kwamba ni mbaya, ah, twende tukaone outcome. Unaenda kwenye imani ya Kikristo huku, mwingine anaenda kwenye imani ya Kiislamu. Unafika miaka 15, 16, unaingia kwenye balehe. 17, 18, 19. Umeshajaa imani, umekomaa, ile mbegu iliyotupwa kwenye moyo wako, ya, ya imani imeshika, imeota, imetanda. Unadhani ukija kuambiwa kwamba dini ulioishika si sahihi, utakubali kirahisi? Safi. Unadhani ukija kuambiwa mafundisho yote uliopewa ni ya uongo, utamuelewa anayekuhadithia? Je, yeah. Vipi kama anayekuhadithia yuko sahihi? kwa sababu wewe hukupata muda wa kuwaza wewe mwenyewe. Ulipofika miaka miwili, ule muda wa kukaa mwenyewe kujiuliza, wewe ni nani, umetoka wapi, unataka uamini nini? Wazazi walikupa dini, dini ambayo wewe hukuulizwa tukupe. Kwa mantikio utakuwa ndani ya ule mzizi. Si kwamba mbaya, ila wewe umekosa sababu ya kujifikiria. Na ndani ya ule mzizi una maswali yako mengi ambayo yamejibiwa kabisa. Ukiuliza Mungu ni nani, unaambiwa Mungu ni mwanzo na mwisho, hatafsiriki. Ukiuliza dunia ilikuwaje, unaambiwa hapo mwanzo Mungu aliumba mbingu na nchi. Lakini kila mwanzo na mwanzo wake, kabla ya kuumba mbingu na nchi nini kilitokea? Ilikuwaje? Kwaje? Hupaswi kuuliza, unamhoji Mungu. Acha nikufu. Utaambiwa wanadamu wameumbwa dhaifu, lakini Mungu anawajaribu wanadamu. Utauliza kwa nini inakuwa hivyo, unaambiwa usiulize. Nikufu. Utaambiwa Mungu anajua mwisho wa kila jambo, lakini Mungu alimjaribu Ayubu. Kwa kabla hajamjaribu Ayubu, alijua Ayubu atashinda, ila usiulize, hairuhusiwi. Utaambiwa Hawa ni mwanadamu wa kwanza, hajui Biblia, hajui Kurani. Hawa Hawa alikuwa hajui nini maana ya dhambi. Hawa alikuwa wajui nikimkosea Mungu kipi kitatokea. Ni kweli Mungu alimwambia usile tunda, lakini Hawa alikuwa wajui nikienda kinyume na amri ya Mungu kipi kitatokea. Wewe leo hii ukipelekwa Edeni ukiambiwa usile tunda, huto kula tunda kwa kuwa unajua ni kila tunda litatokea moja mbili tatu, nishaikuona kuona Mungu akikasirika. Lakini hawa ndo alikuwa wa kwanza kwenye script alikuwa hajui ni kila ili tunda kipi kitatokea na itakuweje. Unahisi hawa ingekuwa rahisi kukwepa ile dhambi ikiwa wewe tu hujawahi kumwona shetani anakuendesha vile anavyotaka? unahisi ni rahisi kumkwepa shetani ukiwa ana kwa ana kama ilivyotokea kwa hawa? Je, mtoto ambaye hana kumbukumbu kumbu ya kitu ambacho kipo kichwani mwake, ukimwekea hicho hicho kitu mbele yake ukamshawishi akifanye, hakifanyi? Ninachouliza ni hiki Ukimchukua mtoto wa mwaka mmoja asiyejua moto ni nini, ukamweka hapa kwenye moto alafu ukamwambia usiguse ule moto, labda atakusikiliza. Lakini akiwepo mtu mzima wa kumshawishi, gusa gusa toto gusa, gusa gusa, yule mtoto ni dhahiri shairi kwamba atagusa ule moto, kwa kuwa hana kumbukumbu kwamba huu ni moto, nikiugusa nitaungua. Hii script ndio lipo kwa hawa. Hawa ni kama mtoto ambaye alikuwa hajui kwamba hiki kitu nisipokigusa kina moja mbili tatu, lakini aliokewa mtu anayejua. Shetani Ambaye shetani sasa ndo mtu mzima anayemshawishi mtoto gusa gusa. Hao ukigusa kwani itatokea nini? Unajua kwamba Mungu atakasirikeje gusa kula kula. Kwa hiyo ukikao, ukafikiria unaona hata ndani ya dini kuna vitu ambavyo wewe mwenyewe ukikao, ukafikiria peke yako havipo. Sasa maisha yanakuwaje? Maisha yanakuwa hivi. Unazaliwa bila kupenda, unapewa jina bila kupenda, unahesabu miaka bila kupenda, huna ushahidi kwamba miaka unayohesabu ni sahihi, kuna usahihi gani kwamba siku ziko saba, siku ziko 30 hapana ishi. Unapelekwa shule bila kupenda, ni aidha usome au uwe mjinga. Baada ya hapo unaambiwa mshike Mungu, ni aidha utende mema uende mbinguni au usipotenda mema tutakuchoma moto kama adhabu ya kwa nini ukutenda mema. Kwa hiyo hapo jibu ni moja tu, tenda mema, usipotenda mema tutakuchoma moto kama adhabu ya kwa nini hukutenda mema. Unajuta una, una uhuru. Mipango inakuwa mingi, unatakiwa kufika miaka fulani ubalehe utake usitake, utabalehe. Majukumu yataanza, utafanya hivi na hivi. Kwa hiyo ni script ambayo imechanganywa, imechanganywa, imechanganywa. Anayepuka ni huyu huyu na huyu. Unakuja una, unasoma, unapata elimu yako, unakuja unakuta unaongozwa na viongozi waliobadili vyeti. Unakuta kumbe elimu haina maana, yaani mambo ni vurugu. Kwa hiyo hakuna hata mmoja ambaye anaweza akakaa chini akaelewa, na ndio maana wanafalsafa wengi wanasema hivi, marehemu ndio mtu pekee aliye huru kwa kuwa akafika ukomo wake, sasa hana kingine, hana maumivu, hana majuto, alafu sisi tulio hai hatujui nini kinachoendelea pale. Kwa hiyo yule yuko huru kwa kuwa sisi hatujui nini kinachoendelea. Kwa hiyo ni hivyo, nimeichambua kwa upana zaidi. Wengi, kumekuwa na vuguvugu la watu ambao wanajiita awakened. Hivi wako huru kweli? unaamini kwenye uhuru kwenye maisha ya mwanadamu? Swali zuri hili. Swali lilijibiwa pale mwanzo nilipokuambia ndege aliyefungwa kwenye banda kubwa, baada ya siku kugundua kwamba hili ni banda lina mwisho wake, huyo atakuwa yuko uhuru kwa kuwa hatocheza mitaa ambayo itamuumiza. Yaani baada ya kujua kabisa, kumbe niko ndani ya banda, okay, acha nilivike na hii hali. Ukishalizika sasa, uko huru. Na ndio maana kuna msemo hapo, nasema hivi, ndege aliyefungwa kwenye banda huwa anahisi wale walio nje wanaopaa, wale wanafanya makosa, kwa sababu yeye tangu anakuwa anajiona yuko kwenye banda, kwa hiyo anaamini ubanda ndio kuishi sahihi, wale ndege wanaopaa nje wale wana makosa sana. Na ndio sisi waumini tulioko au wanadamu tulioko kwenye dini, huwa tunaamini sisi tulio kwenye dini tuko sahihi, wale wanakosea sana, na wale walio nje ya dini wanaona hivyo hivyo, sisi tuko sahihi, wale wanakosea sana. Ndege ile kwenye banda anaona ndege anayepaa anakosea, na ndege anayepaa anaona ndege ile kwenye banda anakosea. Vivyo hivyo, yani kwenye maisha ndio jinsi ilivyo, yani ambao hawana kitu fulani, hata machizi. Unajua, chizi sio chizi kwake, sisi ndo tunaita chizi, ila chizi ni mwanadamu anaendelea na maisha yake. Chizi ni kiumbe ambaye amekosa kumbukumbu. Chizi anagusa takataka kwa kuwa kumbukumbu kwake, hajui kama hiki ni takataka, analala chini kwa kuwa hajui kwamba hapa ni chini, natakiwa nisilale. Kwa hiyo chizi anafanya vitu kwa kuwa kashatolewa kumbukumbu Kwenye mantiki hii, utakuja kugundua kwamba kinachomfanya mwanadamu hawe hai ni kumbukumbu kumbu. Ukimtolea mwanadamu kumbukumbu kumbu ya kitu, atafanya vitu sio sahihi. Kuna mwanadamu atamka hato oga kwa kuwa kashakosa kumbukumbu kumbu kwamba anatakiwa nioge, hatokula kula. Machizi wanafanya vitu kwa kuwa akilini mwao hakuna kumbukumbu kumbu ya vile vitu wanavyovifanya na ndio maana kuna machizi wanaponda, kwa mantiki kwamba kumbukumbu ikirudi, ala kumbe, ah, kumbe uchafu, kumbe nyumbani huku. Kwa hiyo kinachotufanya tu binadamu kabili ni kumbukumbu kumbu. hata mshika dini ashike dini vipi? si kwa kitonele kumbukumbu ya dini yake, atapita kanisa atapita msikiti, hivyo hivyo. Nirudi kwenye swali lako, wale wanajiita wameamka wako huru, na mimi nasema wako huru. Kwa nini? kwa kuwa tayari washajua mifumo yote washajua kwamba kuna moja, mbili, tatu. Nifanye hivi litatokea hivi, nisipofanya hivi litatokea hivi, kwa hiyo wamekubali Yaani ukishafika level ya kukubali kwamba tayari nimedanganywa, sina la kufanya, sijui lolote, hivi fresh, hapo tayari umekuwa huru. Ni kama yule ndege aliye kwenye banda aliyekubali kwamba anyway acha niendelee kuwa kwenye banda. Laki, lakini si bado unakuwa controlled. Laki, lakini unakuwa huru, ushajua uhuru wako <laughs> ni kweli unakuwa kwenye banda. Yes, unakuwa mtumwa, ni kweli kabisa unakuwa mtumwa, si kama ndege Yani kama ndege tayari najua niko kwenye banda ila nishakubali, kuliko kuendelea kunungunika kulikokuendelea ah, ah, ah, mimi naendelea kuishi. Unapojitambua kwamba wewe umekuwa slave, umekuwa mfungwa na umeamua umekubali kuwa mfungwa ushakuwa huru. Hii inaathiri vipi kwenye maamuzi yako, uh, kwa ujumla, kwenye maisha tofauti kwa na wengine sasa hii kwenye maisha kwenye maisha inaathiri nini? Inatokana na mtu anachotaka yeye mwenyewe yani, ukishakuwa mtumwa huru. Mtumwa huru ni yule mtumwa aliyekubali utumwa wake, kwa hiyo yule kawa huru, ndio maana anaitwa mtumwa huru. Na ndio maana mimi na kitabu nilikiandika kinaitwa watumwa huru. Kwa hiyo ukishajijua wewe ni mtumwa huru, maamuzi ni yako, uendelee kuwa mtumwa yani urudi kulala, yani uendelee kukataa hicho ulichokiamini ukitoe, uendelee kuishi au ufanye maamuzi nje ya wanavyofanya wanadamu nini Acha nichambue, labda ukishaamini kwamba anyway, labda hizi dini Mungu yupo, ila hizi dini hazipo, ni either uendelee kuabudu tu zile dini kwa kuwa hata hata usipoziabudu huna chochote utakachokibadilisha, kwa kuwa wakati unaziabudu uishi maisha mazuri, kwa nini usimalizie tu kuziabudu? huo ndio uamuzi namba moja. Lakini uamuzi namba mbili ni baada ya kujua, anyway ah, hizi dini acha tu nisiweke pembeni, mimi nitampenda Mungu wangu na nitamwamini Mungu wangu. Kwao ni maamuzi ya watu wawili tofauti ambao tayari washajua ukweli.